Mzunguko wa hedhi usio wa kawaida ni jambo la kawaida linalowakumba wanawake na wasichana wengi katika hatua mbalimbali za maisha yao, na mara nyingi huleta maswali mengi na wasiwasi mkubwa kuhusu afya ya uzazi. Video hii inalenga kukupa ufafanuzi wa kina na wa kuelimisha kuhusu sababu kuu zinazoweza kusababisha kukosa hedhi au mzunguko usio wa kawaida na jinsi ya kukabiliana nazo kwa ufanisi ili kudumisha afya bora. Mzunguko wa kawaida wa hedhi huchukua wastani wa siku ishirini na nane ingawa ni muhimu kuelewa kuwa unaweza kutofautiana kati ya siku ishirini na moja na thelathini na tano kwa wanawake tofauti, na bado ukachukuliwa kuwa wa kawaida. Kukosa hedhi au kuwa na mzunguko usio wa kawaida kunaweza kusababishwa na mambo mengi yanayoingiliana, na katika video hii tutayaangalia kwa undani ili kukupa uelewa kamili. Moja ya sababu kuu na za kawaida ni msongo wa mawazo au stress ambayo inaweza kuvuruga kwa kiasi kikubwa homoni za uzazi na hivyo kuathiri mzunguko wako wa hedhi na hata kusababisha kukosa hedhi kabisa. Kupunguza msongo wa mawazo kupitia mbinu mbalimbali kama vile kutafakari, mazoezi mepesi kama yoga au hata kupumzika vya kutosha, unaweza kusaidia kurejesha usawa wa homoni na kuboresha mzunguko wako. Mabadiliko ya lishe pia yana jukumu kubwa katika afya ya uzazi. Kupunguza au kuongezeka uzito ghafla, pamoja na lishe duni isiyo na virutubisho vya kutosha, huathiri vibaya usawa wa homoni mwilini. Kula lishe bora na yenye virutubisho vya kutosha ikiwemo matunda, mboga mboga na protini ni muhimu sana kwa afya ya uzazi na kudumisha mzunguko wa hedhi wenye afya na utulivu. Mazoezi kupita kiasi hasa yale makali sana na ya muda mrefu yanaweza kusababisha kupungua kwa mafuta mwilini ambayo ni muhimu sana kwa utengenezaji wa homoni zinazodhibiti mzunguko wa hedhi. Ni muhimu kupata uwiano sahihi wa mazoezi ukizingatia mahitaji ya mwili wako ili kudumisha afya njema bila kuathiri vibaya mzunguko wako wa hedhi na usawa wa homoni. Mbali na hayo, matatizo kadhaa ya kiafya yanaweza kusababisha mzunguko usio wa kawaida ikiwemo ugonjwa wa polycystic ovary syndrome au PCOS, ambao ni tatizo la kawaida la homoni. PCOS ni tatizo la homoni linaloweza kusababisha mzunguko usio wa kawaida, ukuaji wa cyst ndogo kwenye ovari, na hata ugumu wa kushika mimba, hivyo linahitaji uangalizi wa, wa kimatibabu. Matatizo ya tezi kama vile tezi isiyofanya kazi vizuri au inayofanya kazi kupita kiasi pia yanaweza kuathiri homoni zinazodhibiti mzunguko wa hedhi na kusababisha usumbufu. Hali zingine kama kisukari kisichodhibitiwa, endometriosis, uvimbe kwenye kizazi na maambukizi ya mfumo wa uzazi pia huweza kuathiri mzunguko wako wa hedhi na kusababisha usumbufu. Dawa zingine kama vile vidhibiti mimba vya homoni, antidepressants na dawa za tezi zinaweza kuathiri mzunguko wa hedhi kama athari zao za upande. Hivyo ni muhimu kuzingatia hili. Ni muhimu kujadili dawa zozote unazotumia na daktari wako ili kuelewa athari zake zinazowezekana kwa mzunguko wako wa hedhi na kupata ushauri sahihi wa kimatibabu. Wakati wa kubalehe mizunguko inaweza kuwa mirefu na isiyotabirika kutokana na mabadiliko ya homoni, na wanawake wanapokaribia kukoma hedhi mabadiliko ya homoni husababisha mizunguko isiyo ya kawaida kabla ya kukoma kabisa. Sababu nyingine kama usafiri wa mara kwa mara, mabadiliko ya hali ya hewa, kunyonyesha na matatizo ya mfumo wa uzazi pia yanaweza kuchangia kukosa hedhi au mzunguko usio wa kawaida. Dalili za mzunguko usio wa kawaida zinaweza kujumuisha mzunguko mfupi kuliko siku ishirini na moja au mrefu zaidi ya siku thelathini na tano ambazo zote zinaweza kuashiria tatizo la msingi. Pia hedhi nzito au ndefu zaidi ya siku saba, hedhi nyepesi sana au kukosa hedhi kabisa kwa miezi kadhaa ni dalili muhimu zinazohitaji uangalizi wa kimatibabu. Kutokwa na damu kati ya hedhi, maumivu makali ya tumbo, mabadiliko ya hisia na maumivu ya kichwa pia ni dalili zinazoweza kujitokeza na kuashiria mzunguko usio wa kawaida. Ingawa mzunguko usio wa kawaida mara kwa mara ni wa kawaida na hauna madhara, ni muhimu kutafuta ushauri wa matibabu ikiwa una wasiwasi wowote wa au dalili zinaendelea. Unapaswa kuona daktari ikiwa una mzunguko mfupi kuliko siku ishirini na moja au mrefu zaidi ya siku thelathini na tano mara kwa mara, kwani hii inaweza kuashiria tatizo la homoni au afya. Pia tafuta ushauri wa matibabu ikiwa unatokwa na damu nyingi au kwa muda mrefu, au unakosa hedhi kwa miezi mitatu au zaidi, kwani hizi ni dalili muhimu za kutafuta msaada. Dalili zingine zisizoelezeka kama mabadiliko ya uzito yasiyotarajiwa, ukuaji wa nywele usio wa kawaida, au maumivu ya pelvic yanayoendelea zinahitaji uchunguzi wa daktari haraka. Kumbuka kufuatilia mzunguko wako kwa kuandika tarehe za hedhi na dalili zozote unazopata. Hii itamsaidia daktari wako kufanya uchunguzi sahihi na kutoa matibabu stahiki. Dumisha mtindo wa maisha wenye afya kwa kula lishe bora na yenye virutubisho kufanya mazoezi mara kwa mara kwa kiasi kinachofaa na kudhibiti msongo wa mawazo kupitia mbinu mbalimbali mbali. Ikiwa una wasiwasi wowote kuhusu mzunguko wako wa hedhi, usisite kuzungumza na daktari wako kwa ushauri wa kitaalamu na matibabu sahihi kulingana na hali yako binafsi. Video hii imetoa taarifa za msingi na muhimu kuhusu sababu mbalimbali mbali za kukosa hedhi au mzunguko usio wa kawaida, ikikupa uelewa wa kina wa swala hili. Ni muhimu kushauriana na daktari kwa uchunguzi kamili na matibabu sahihi kulingana na hali yako binafsi, kwani kila mwanamke ni tofauti na anahitaji uangalizi maalum. Asante sana kwa kutazama. Tafadhali subscribe kwenye chaneli yetu kwa taarifa zaidi za afya na ushauri muhimu unaoweza kukusaidia kudumisha afya yako.